Tumepata ugeni kutoka chuo cha, cha ulinzi cha Taifa. Ni utaratibu ambao umekuwepo muda mwingi ambapo washiriki wa kozi wanatutembelea kwa lengo kubwa la kujifunza yale ambayo tunayatekeleza ikiwa ni miongoni mwa vyombo vya ulinzi na usalama. Tunashukuru sana kwa ziara hiyo na nyinginezo za aina hiyo ambazo mara nyingi sana zimekuwa zinaleta manufaa makubwa katika utendaji kazi na hatimaye kufikia ufanisi unaotarajiwa ndani ya jeshi la magereza. Tunayo mashirikiano ya muda mrefu na chuo hicho, na kwa upande wa jeshi la magereza tumekuwa tukipata fursa ya kupeleka maofisa waandamizi kwa ajili ya kuhudhuria kozi mbalimbali, zikiwemo kozi za muda mrefu na kozi za muda mfupi, kwa maana ya capstone kozi, na maofisa waandamizi ambao wamekuwa wakishiriki katika zile kozi wamekuwa na mchango mkubwa au wamekuwa na chachu katika kuboresha utendaji kazi ndani ya jeshi kwa nafasi ambazo wanakabidhiwa. Tumekuwa tukipokea waharifu ambao wakati mwingine wanahisia kali, au waharifu wale ambao <clears throat> wana makosa makubwa. Kama jeshi tumejizatiti na pale tunapokuwa tumewapokea, ipo mikakati kadhaa ambayo tumekuwa tukiweka kwa, kwa maana ya kuwatenga kulingana na vigezo mbalimbali mbali, vikiwemo aina ya makosa, lakini pia tabia na menendo yao, ili wale ambao wanaendeleza taratibu au utamaduni wa kuwafundisha vibaya wenzao, basi tunachukulia hatua stahiki. Sasa kwa huo uchaguzi tunaufuatilia kwa karibu sana, lakini kubwa katika hili tumejikita sana kutoa elimu. Tuna kurugenzi kabisa mahususi ya kutoa elimu kwa umma kuhusu madhila ya rushwa na tuna kurugenzi ya kufanya tafiti kubaini mianya ya rushwa na mapendekezo ya jinsi ya kuziba mianya hiyo. Sasa tunatoa hii elimu, wananchi wengi tunawafikia, makundi mbalimbali mbali, wanasiasa viongozi wa dini watumishi wa umma tunawaeleza kuhusu madhara ya rushwa, na kwa kweli mwitikio ni mzuri, wamekuwa wamejitokeza kwa wingi kutupa taarifa za vitendo vya rushwa mbalimbali hiyo mbali. ni upande wa elimu kwa maana ya kuzuia, lakini kuna watu wakaidi pamoja na elimu yote kujua madhara, ubaya wa rushwa kwa maendeleo ya nchi yetu, lakini bado wanakaidi wanajidumbukiza kwenye vitendo hivyo vya rushwa. Sasa hawa tunawachukulia hatua, tunawachunguza tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria na hatua hukumu zinachukuliwa dhidi yao. Kwa hivyo hivyo ndivyo namna ambavyo tumejipanga kukabiliana na hii swala la rushwa, lakini wito wangu kwa wananchi ni kwamba wananchi wasiombe rushwa kwa wagombea, wananchi wasiombe rushwa kwa wagombea na wagombea wasitoe rushwa kwa wananchi. Kwa sababu tunachoeleza wananchi ni kwamba ukipewa rushwa basi hauna haki ya kudai maendeleo kutoka kwa huyu mgombea atakapokuwa kiongozi, kwa sababu kimsingi akishamalizana na wewe kama amekupa elfu tano, elfu kumi, hata elfu hamsini ujue kwamba hakuna fursa nyingine ya kuchagua kiongozi mpaka miaka mitano kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Sasa miaka mitano tutakuwa tumepoteza hii fursa adhimu kwa sababu ya shilingi elfu hamsini na kimsingi, mbele ya mgombea ukichukua hiyo elfu hamsini, kwake yeye, kwa macho yake, hiyo ndio thamani yako wewe, kwa kadri ya mahitaji ya, ya viongozi katika ngazi mbalimbali mbali, ambapo ni katika ngazi ya kutunga, kutunga sera na kusimamia sera chuo katika kuhakikisha kwamba inazalisha viongozi ambao ni wengi ili kuweza kusimamia sera katika idara mbalimbali. Kwa kozi jayo tunakusudia kuwa na wanafunzi ambao hawatapungua sabini. Habari, karibu Mtandao Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.